Katika kile kinachoonekana kama ukurasa mwingine wa kusisimua katika historia ya siasa za Gabon, mahakama moja nchini humo imetoa hukumu nzito ya kifungo cha miaka 20 jela kwa mke na mtoto wa kiume wa aliyekuwa rais wa zamani wa Gabon, Ali Bongo. Wawili hao, Sylvia Bongo mwenye umri wa miaka 62, na, na mtoto wake Noureddin Bongo Valentin mwenye umri wa miaka 33, wamepatikana na hatia ya kutumia ushawishi wao kumdanganya Rais Ali Bongo na kusababisha ubadhirifu mkubwa wa fedha za umma, lakini cha kushangaza hukumu hiyo imesoma bila wao kuwepo mahakamani. Kwa sasa Sylvia na Noureddin wanaishi uhamishoni nchini Uingereza, ambapo pia wamekuwa wakikanusha vikali tuhuma zote dhidi yao. Wakati wa kesi hiyo iliyotikisa taifa, upande wa mashtaka uliwasilisha picha za ndege binafsi zinazodaiwa kununuliwa kwa fedha chafu za umma, jambo linaloongeza hamasa na mshangao miongoni mwa wananchi. Familia hiyo ya kifahari ilizuiliwa kwa karibu miaka miwili kabla ya kuhamishiwa kizuizini nyumbani mnamo mwezi Mei na baadaye kusafirishwa kwa ndege hadi nchini Angola, hatua iliyodaiwa kuchukuliwa kwa sababu za kibinadamu. Kumbuka, ali Bongo ambaye aliongoza Gabon tangu mwaka 2009 aliondolewa madarakani mnamo Agosti 30 mwaka 2023 kupitia mapinduzi ya kijeshi yaliongozwa na Jenerali Brice Oligui Nguema, ndugu yake wa karibu. Mapinduzi hayo yalifungua ukurasa mpya katika historia Gabon, ya Gabon yakimaliza utawala wa miongo kadhaa wa familia ya Bongo ambayo ilitawala taifa hilo tajiri kwa mafuta tangu miaka ya mia 1960 na sasa mwaka mmoja tu baada ya mapinduzi hayo, Nguema aliyekuwa kiongozi wa jeshi ameapishwa rasmi kuwa rais wa Gabon kwa muhula wa miaka saba, akishinda uchaguzi kwa zaidi ya asilimia tisini na tano ya kura. Gabon ni taifa lenye utajiri mkubwa wa mafuta lakini pia lenye historia ndefu ya misukosuko ya kisiasa. Na sasa simulizi ya familia ya Bongo inaendelea kuandikwa upya, si ikulu tena, bali kwenye vitabu vya historia.